kulipobadilisha mume wake na mtoto wake Agostino na leo natusherehekee kama mtakatifu, nasherehekea baba na hata mtoto Agostino kama mtakatifu, waliofaulu kubadilisha maisha yao walipokuwa na nafasi, ili iweze kuwasaidia kugaili kukurudia wewe Zinzi ulimwambia aende asitende dhambi, akatoka kwako. Kama umeponya tusaidie kutoka katika nyumba yako hii, kama umetuponya umetupanguza machozi, ili kuraa inakas toka kutoka kwa familia zetu iweze kuonekana kusaidiane, tuvumiliane, tusameheane na tuweze kuendana.